Habari, karibuni kwenye chaneli yangu. Leo tutaenda kupika keki ya maepo. Ntaosha maepo, ntayakata vipande vipande kama video inavyoonyesha hapo. Ntachukua bakuli, ntaweka epo, ntaweka sukari, ntaweka na mdalasini Nitachanganya vizuri kisha nitafunika pembeni kwa muda wa dakika 15 mpaka yatoe maji. Bakuli lingine nitaweka sukari, nitaweka mafuta ya maji, nitaweka bata nimeiyeyusha, nitaweka mayai, nitaweka maziwa, nitaweka na vanila, kisha nitapiga kwa muda wa dakika tatu mpaka kila kitu kichanganyikane vizuri. Nitaweka unga kwenye mchanganyiko wa maziwa, nitaweka baking soda, nitaweka baking powder, nitaweka chumvi, nitaweka mdalasini, tena nitachanganya. Unaweza ukatumia kifaa chochote kukorogea, sio lazima utumie hand mixer. Nikimaliza kukoroga, nitaanza kuchanganya huo unga wa juu, nitapiga tena kwa muda wa dakika mbili. Kisha mchanganyiko wangu utakuwa tayari. Ntaandaa chombo cha kuokea, nilishakiandaa, nimekia karatasi chini. Nitamimina mchanganyiko wangu, ntasambaza hapa, ninasambaza. Nitachukua yale maepo niliyoyafunika pembeni, nitaanza kuweka juu. Ukiangalia maepo kama yana supu ntahakikisha nanyunyizia vizuri sana kwa juu, kisha ntamwaga mchanganyiko mwingine uliobaki juu yake. Wapendwa, vipimo mara nyingi naandika kwenye description box. Ukiwa unaangalia video, kuna neno limeandikwa mo au zaidi, ukibonyeza pale utakuta vipimo sahihi vya kila kitu. Ntaweka maepo yangu juu tena ya mchanganyiko wa keki nitamwagia na ile supu vizuri, kisha nitachukua toothpick au mti wa mshikaki au hata kisu. Hakikisha unafika mpaka chini kuchanganya. Ukishamaliza, weka kwenye oven ambayo ulishaiwasha set, nyuzi joto 180 kwa muda wa dakika 50 au lisali moja au ukichoma toothpick itoke ikiwa kavu, keki yetu imeiva. Nitaiacha kwa muda wa dakika kumi kwenye hilo tin, kisha nitaitoa. Nikishaitoa nitaacha sehemu ya wazi ipoe kabisa. Yaani, sitaki kukudanganya, sijawahi kula keki tamu kama keki ya apple. Hapa nitaanza kukata vipande. Nitahakikisha nakata vipande vizuri kama unavyoona. Ndani imeiva vizuri sana, na mdalasini unaonekana. Keki hii unaweza kukala yenyewe, unaweza kukanywa na soda, au unaweza kukanywa na chai. Ni wewe tu ila, ni tamu na nzuri sana. Asante sana kwa kuangalia video yangu, naomba ulike, naomba ushare, naomba usubscribe. Nawashukuru sana, muwe na siku njema.